Shirika la ndege la Ethiopian Airlines linapanga kuweka oda kubwa ya ndege ndogo za kikanda, huku kampuni za Airbus, Boeing na Embraer zote zikiwa kwenye mbio za kupata dili hilo lenye faida kubwa. Afisa Mtendaji Mkuu wa shirika la ndege la Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew Bekele alizungumza na shirika la habari la Reuters wakati wa Mkutano Mkuu wa mwaka wa Chama cha Usafiri wa Anga Duniani, IATA, ambapo alithibitisha kuwa shirika hilo linafikiria kununua angalau ndege ishirini ndogo za kikanda au za abiria wachache. Kwa mujibu wa taarifa hiyo ya habari, Bekele anapima aina tatu za ndege ambazo ni pamoja na Embraer it E2, Airbus A220 na Boeing 737 MAX 7 ambayo bado haijapewa cheti rasmi cha matumizi. idadi ya ndege zitakazonunuliwa itategemea aina ya ndege zitakazochaguliwa. Katika mahojiano hayo, Bekele pia alielezea masikitiko kuhusu ucheleweshaji wa uwasilishaji wa ndege na matatizo ya matengenezo ya injini, hali ambayo imesababisha shirika la ndege la Ethiopian Airlines kusimamisha baadhi ya ndege zake aina ya 787 Dreamliner na ndege ndogo za injini za propeller. Tunapokea ndege kutoka kwa Boeing na Airbus, lakini uwasilishaji umecheleweshwa, baadhi kwa miezi mitatu, mingine miezi sita au zaidi, Bekele aliambia Reuters. Kwa sasa shirika la ndege la Ethiopian Airlines lina oda ya aina mbalimbali za ndege kutoka kwa Boeing na Airbus. Hii ni pamoja na Boeing 787-9 Dreamliner 11, Boeing 777-98 na Airbus A350-900 kumi na moja. Fleet ya sasa ya shirika la Ethiopian Airlines inajumuisha Boeing 737, Boeing 777, Boeing 787 na Airbus A350-900, Airbus A350-1000 na ndege za De Havilland Q400.